Kasiku danson Mbize, nafikiria hapa niko na miaka, nimezaliwa hapa na nimezalia hapa na nina wajukuu hapa na nina vitukuu leo ninakuja kuvunjiwa nyumba, vyomba vyangu vikaa nje. Nafikiria wenyewe tuliwafanyia kazi hapa, walituambia sisi tukae hapa tuangalie zile sehemu ambapo kuna makofu ya nyumba zimeanguka, zile nyumba zimeanguka, turudi tukujenge wapi? Wale walikuwa wanafanya kazi wapi? Hapa development kampuni, na mpaka sasa tuko hapa. Lakini sisi tunapokaa, sisi tunaona kushangaa ni kila wakati sisi tunaangaishwa na pezwali na mtu wa Gazi, tunatingishwa kama vile wanaona sijui ni nini, tunatingishwa tu kila siku, kufungiwa manyumba kila siku. Wakati tunafungiwa nyumba, sisi tuwauliza, hivi tumefungiwa nyumba, tuende wapi? Watoto wetu wanakatwa na mapanga, watu wamekodishwa huko na hao wakubwa. Mimi siwezi kueleza wanaitwaje, wanaitwaje, e, lakini nafikiria mshaelezewa na hao ambao walioanza kutangulia. Tuende wapi? sisi na watoto tuende wapi? Hivi tumevunjiwa, mvua ni kama hivi, tuna watoto wadogo wa kunyonya na watoto ambao ni wadogo. Waende wapi? Hatuna nyumba hatuna nini eh? nyinyi munapanga nyinyi serikali, tuende wapi?